Kuna video niliweka ya kutengeneza product ya sema vile ninavyotaka, ama fanya vile ninavyosema, or do as i say. Lakini bahati mbaya, pole, haikuweza kuja ilikuwa itazame jana, lakini haikuweza kuja, ilikwama kwa kamera. So inabidi nitengeneze na simu hii video ingine, ili muweze kunma. Nimeona masaa inaenda na nimeng'ang'ana kutaka kuiweka lakini zimekataa. So ile kitu ambayo mtafanya ni Mungu awasaidie, muweze kusikiza vizuri material ambayo utahitajika kutengeneza hii product ya mtu aseme afanye vile unavyotaka. Utahitaji kinu mota, hii kinu kitu cha kupigilia, alafu utahitaji uh, asali kamili ambayo haijachanganywa kabisa haijachanganywa na kitu chochote. Utahitaji ya asali, alafu utahitaji bitakola, utahitaji bitakola ambazo wengine hamzijui, lakini bitakola zinafanana hivi. Uh, niko nazo hapa, hizi zimekauka. Bitakola hizi ni bitakola uh, zinafanana hivi bitakola. Sasa kuna pia kile utahitaji, utahitaji uh, majani utahitaji majani 40 ya, ya kutoka na mumea ambao tunaita dua say plant, mumea ambao ni wa dua say au uh, asima plant. Sasa yale majani ndio utapiga. Angalia, unapotuna majani using'oe mmea, toa tu majani peke yake ndio yanahitajika. Sasa utaponda hiyo vitu pamoja kwa kinu, piga piga kwa kinu kabisa, vichanganyike Vikisha changanyika ongeza asali changanya vizuri na asali na mkono wako. Alafu ukimaliza uombee, utaomba na Zaburi ishirini na tatu utaomba na Matayo kumi na mbili thelathini na saba utaomba na Methali kumi na sita mstari wa pili utaomba na Methali sita abeg mstari nini Methali kumi na tatu mstari wa pili Alafu, utaomba na Methali kumi na sita mstari wa pili. Utaomba vile Mungu atakuelekeza kulingana na matamanio ya moyo wako. Lakini kumbuka, ni rispi ambao utaitumia kwa kuramba. Utaitumia kwa kuramba. Yale maneno nayo yasema yapate kibali. Maandiko yanasema, maneno yenu yawe ya munyu; yawe tayari kuwasaidia wanaosikia. So, na kuombea Mungu maneno yako utakayoyasema, watu wakusikie. Sasa, hii video ni nzuri kwa walimu ni nzuri kwa madaktari, ni nzuri kwa wanasiasa, ni nzuri kwa wachungaji, ni nzuri kwa watu wa biashara, ni nzuri sana pia. Mwanafunzi akitumia recipe hii atasikia vizuri sana kile mwalimu anasema. So, hii itakusaidia sana kuinua viwango, na pia kuna wale ambao wako stable. Kuna watu ambao ni wabaya, hawataki kufanya vile unasema na inabidi umlazimishe. Sasa hii itakusaidia kulazimisha ila kwamba uapply kulazimisha, kama mtu ameprove ya kwamba yeye hataki kufanya vile unasema, na vile unasema inamtukuza Mungu, vile unasema ni nzuri kwenu, vile unasema itamsaidia, haiumizi popo mtu yoyote. Hiyo video, mafundisho kama haya muyatumie kwa uzuri, msiyatumie kwa ubaya. Mungu awabariki na Bwana awatetee katika kila hatua mtakayochukua mnaposhiriki video zangu, pia kwa watu wengine msaidike. Mungu wa mbingu awe pamoja nanyi. Asante.